Na mtazamaji, na hata baada ya serikali kutoa tahadhari ya mafuriko kwa kaunti za Garissa, Tana River, wakazi walio karibu na mto Tana wanaonekana kuendelea na shughuli zao za kawaida, wakisema wana pa kuhamia. Mwanahabari wetu wa eneo la Kaskazini Mashariki Faisal Abdurrahman amezuru maeneo hayo na kuzungumza na baadhi yao kisha kuandaa taarifa ifuatayo. Jamii zinazoishi kando ya mto Tana, kaunti ya Tana River na Garissa zimetakiwa kuhamia maeneo ya juu kutokana na kufurika kwa mabwawa ya Seven Forks. Katika kijiji ya Ziwani, kaunti ya Tana River, tunakutana na mama Fatuma Abdallah akifanya shughuli zake za kawaida nyumbani. Japo amepata ilani ya tahadhari ya mafuriko, anatueleza hana pa kwenda. Sisi maji ikiingia, huwa tunategemea kiwanja ya Yanga Muslim Yanga Muslim tukaenda kuitisha hiyo kiwanja huwa wanatukataza, wanatukataza wanasema mpaka tupige simu Nairobi kwa mkubwa, ripoti itoke Nairobi ikuje ndo tuwaruhusu mwingie kwa kambi. Kilomita chache kutoka hapa ni kijiji cha Deri. Wakazi hapa hata hawana shaka lolote hata baada ya kupewa ilani ya mafuriko. Kweli maji yanakuja, hatuna mahali ingine, sisi huwa tunahamia hapa jirani FTC hapo pia tulikuwa tunaambiwa, hakuna kurudi, imewekwa ukuta. Saa hii mtu saa hii tumekuwa na uoga sisi, hata maji ikiingia ni afadhali twende tukae huko FTC. Hata kama ni afadhali mtu tutolewe, na hata kama ni kifo itutoe huko, lakini chuma mrefu, sisi hatuna siku ya kurudi huko. Tahadhari ya mafuriko ilitolewa baada ya bawa la Kiambere ambalo ni la mwisho katika mlolongo huu wa mabawa kuanza kumaga maji Ijumaa baada ya kufika kiwango chake cha juu kabisa cha kuhifadhi maji. Msimamizi wa shirika la Msalaba Mekundu kaunti ya Garissa amesema ameanza kutoa hamasisho kwa watu walio karibu na kujiandaa kwa hali ya dharura. Japo serikali imetoa ilani na tahadhari kwa wakazi wanaoishi kaunti ya Tana River na ile ya Garissa, wakazi wa kijiji cha Ziwani bado wanaendelea tu na shughuli zao za kawaida, huku wakisema hawana pa kwenda. Faisal Abdulrahman Ipashe, wikendi kutoka kijiji cha Ziwani kaunti ya Tana River.